lakini ajali nyingine ya ua watu 16 wajeruhiwa. Ajali nyingine ya ua watu na watu 16 wajeruhiwa. Lakini kinachoua wengi ICU ni hiki hapa habari kwenye gazeti la kura Nipashe inasema, kinachoua wengi ICU ni hiki hapa. Takribani asilimia 41.4 ya, ya wagonjwa wanaolazwa ICU hupoteza maisha. Watafiti waweza waweka wazi sababu, wanapendekeza suluhisho hiyo ni habari kuwa ni gazeti lako la Nipashe ukurasa wa tatu. Lakini bado kuna habari inayosema namna Zanzibar inavyojikwamua ndani ya miaka sitini na mbili mapinduzi. Namna Zanzibar inavyojikwamua miaka sitini na mbili mapinduzi. Lakini simulizi ya familia aliyopoteza binti ajali ya Morogoro, simulizi ya familia aliyopoteza binti ajali ya Morogoro. Hiyo ni championi Eh, kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Nipashe tuangaze kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa inayosema kiyama wezi wa nyama e, wa vyama vya ushirika eh, Kiyama wezi wa vyama vya ushirika. Yuni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi, lakini mtandao wa ukeketaji Yuni gazeti la Mwananchi inaandika mtandao wa ukeketaji mapinduzi yalivyoleta mabadiliko ya sekta sekta, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi, lakini sababu ununuzi kufanywa nje ya mfumo serikalini. Sababu ununuzi kufanywa nje ya mfumo serikalini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye ukurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele tuangazie sasa kwenye kwenye gazeti, e, la, gazeti lako la Tanzania leo linaandika mwenda mfumo tsa kuanza rasmi Februari 9 2026. Lakini Samia aanza hatua umeme e, megawati elfu nane na Zanzibar yaweka historia miaka sitini na mbili ya mapinduzi e, Zanzibar yaweka historia miaka sitini na mbili ya mapinduzi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako eh, la Tanzania leo kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tuongezee kwenye gazeti lako la Zanzibar leo lenye kurasa wa mbele na inaandika Dr. Mwinyi, matunda ya mapinduzi yanaonekana. Hiyo ni Dr. Mwinyi asema matunda ya mapinduzi yanaonekana, ainisha sekta maeneo yaliyofanikiwa zaidi, lakini miradi ya kimkakati muhibili, muhimili wa uchumi imara Zanzibar na Dr Mwinyi aachia huru wanafunzi kumi na saba. Lakini Zanzibar leo natimiza miaka ishirini na nne la jivunia mafanikio. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako pata na kale yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania lenye linaandika habari inayosema Dr Gwajima atangaza vitao na ukatili watoto Dr. Gwajima atangaza vita wanaokatili watoto. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Machinga, sauti ya wanyonge, kuna habari inasema TANAPA yatumia zoezi la ushiwaji uh wa eh, fashi fashi, uh, kuna hadi vivutio vyake. Lakini serikali ya kudumu hatua ukatili dhidi ya mtoto Kinyerezi, Dar es Salaam lakini habari kubwa ni TRA ya hapa kupambana na wakwepa kodi. E, TRA ya hapa kupambana na wakwepa kodi. Zanzibar kuadhimisha miaka sitini na mbili ya mapinduzi leo, lakini Tanzania ya Pemba kufungua zaidi milango ya utalii. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kulawa Machinga kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina, lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru unaandika bana usema onyo wa Rais Zambia alawaibua Eh, wahadhiri aonywa Rais Samia ala waibua wahadhiri. Lakini upandikizaji mimba warejesha tabasamu, upandikizaji mimba warejesha tabasamu. Wasomi wadokeza chanzo wanafunzi kuandika matusi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana na gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele, tuangazie gazeti lako tuangazie la Majira lenye linaandika kiama wanaojihusisha na ukwepaji kodi TRA ya, ya onya. Lakini mwanza ya paa na miradi ya umwagiliaji, lakini bado kuna habari inayosema watu wengi wanavyokosa elimu ya afya ya kinywa meno. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiengezea kwenye gazeti lako la Uelekeo lenyewe kuna habari inaanza nasema maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi Rais Mwinyi awatunuku walioheshimisha taifa. Lakini Tanzania y kinara wa govteki wa duniani ujenzi wa bandari ya mkoa wa kuchochea utalii e, Pemba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la machinga sauti ya nyonge, kuna habari inayosema e, TRA yaanza kupambana na wakwepa kodi e, Zanzibar kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi leo, lakini bandari ya Pemba kufungua taifa. E, bandari ya Pemba kufungua zaidi milango ya utalii. Yuna na habari kwenye gazeti la kula wa machinga sauti wanyonge pata na kale yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za mchezo na burudani. Gazeti la kula wa machinga lako la linaandika Balotelli kutoa LETF ya Saudia hiyo uh, ni Balotelli kutua eltifu ya Saudi Arabia. Lakini Yanga Azam, vita ya Ibenge Pedro. Rais Samia wapongeza wanamichezo. Azam ya mtambulisha Haaland wa Zanzibar. Lakini Awesu atajwa kutimkia polisi Kenya. Awesu atajwa kutumkia polisi Kenya. Lakini kuna habari bado uh, inayosema naenda ni gazeti la kura Zanzibar, Dkt. Mwinyi ahidi ujenzi wa viwanja zaidi ya michezo. Lakini Yanga Azam nani pingwa NMB Mapinduzi Cup. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la kura Zanzibar, kurasa za michezo. Lakini gazeti la kura wale kule naandika kibarua eh, kaburu, ataka baka, apewe muda Simba. Lakini Mwakinyo azidi kupeta viwango vya masumbwi. Yuna bari kwenye gazeti lako eh, pate na kila yako kwa habari kwa kina lakini tukiangazia kwenye gazeti lako gazeti la majira linaandika Tanzania yapinga hatua maandalizi ya Afcon 2027 Rais Samia ahidi kuimarisha maslahi ya wachezaji Simba yaingia kambini kwa kishindo ina habari kwenye gazeti lako la majira ukurasa wa mbele lakini kwenye gazeti lako la uhuru kuna habari inasema Azam FC yaipania yanga mapinduzi cha mudata amani ni tun E, ya taifa letu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako lakini, ukiachana gazeti lako la Uhuru, tuangazie sasa e, kwenye gazeti lako gazeti lako la Mwanaspoti lenye asubu ya leo kwenye kurasa mbele linaandika baka kasema nileteeni mashine hizi mwone. Huyo ni kocha mkuu wa Simba, baka asema nileteeni mashine hizi e, mwone lakini Yanga yafunga hesabu kibabe. Okelo hawai fainali za nje, waliosepa kikosini hawa hapa. Lakini kocha chesi ataka njia za, za fagi eh, au ni kocha chesi ataka njia ya fagi yuna bani? Anapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kinamu. Lakini ukiangazia kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo leo inaanza na habari eh, inayosema eh, Dube atua Zanzibar kuipa nguvu Yanga. Hilo ni gazeti lako la Nipashe inasema Dube atua Zanzibar kuipa nguvu Yanga, lakini Simba kambini, eh, kuiwinda experience. Simba kambini kuiwinda experience, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mchezo. Pata na kale yako kwa habari kwa kina